Palestina wapatao ishirini na tatu wameuawa katika mashambulizi ya Israel yaliyoilenga jengo moja la ghorofa katika ukanda huo wa Gaza, wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Israel amelaani tangazo la Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwamba nchi yake italitambua taifa la Palestina ifikapo mwezi Juni. Zainab Aziz na taarifa hii. Ndege za Israel zilishambulia jengo hilo la makazi ya watu katika eneo la Shijaiya lililopo kaskazini mwa ukanda wa Gaza na kusababisha vifo vya takriban watu hao 23 kwa mujibu wa maafisa wa afya katika hospitali ya Al Ahli. Wanawake wanane na watoto wanane ni miongoni mwa watu waliouawa. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema vikosi vya Israel vimechukua eneo la ziada katika ukanda wa Gaza huku Israel ikiongeza shinikizo kwa Hamas, jeshi limetoa maagizo mapya ya watu kuondoka kwenye sehemu za ukanda wa Gaza ikiwa ni pamoja na mji wa Shijaiya. IDF inawaondoa magaidi na kutimiza lengo la kuiharibu miundombinu ya magaidi. Watu wa Gaza wanahamishwa kutoka kwenye maeneo ya mapigano na mengi ya maeneo ya Gaza Yanayochukuliwa yanaongezwa kwenye idadi ya maeneo salama chini ya serikali ya Israel na hivyo kuuacha ukanda wa Gaza ukiwa mdogo zaidi na uliotengwa Umivudede. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Stefan Dujarric, amesema juhudi za kufikisha misaada kwenye ukanda wa Gaza zimebanwa kwa kiwango kikubwa na Israeli huku hayo yakiendelea Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelilaani tamko la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyesema kwamba nchi yake inaweza kulitambua taifa la Palestina ifikapo mwezi Juni. Katz amesema hatua kama hiyo itakuwa ni kama kuupa tuzo ugaidi. Macron amesema Ufaransa inapaswa kupiga hatua kuelekea kulitambua taifa la Palestina katika miezi ijayo, wakati Ufaransa na Saudi Arabia zitakapoandaa mkutano wa kimataifa kuhusu utekelezaji wa suluhisho la kuundwa mataifa mawili ya Israel na Palestina. Takriban nchi 150 zinalitambua taifa la Palestina. Mnamo mwezi Mei mwaka uliopita, Ireland, Norway na Hispania zilitangaza kuitambua Palestina zikifuatiwa na Slovenia. Mwezi Juni Ufaransa itakuwa taifa kubwa la Ulaya kulitambua taifa la Palestina, hatua ambayo Marekani ingawa imekuwa ikipinga kwa muda mrefu, lakini wako baadhi ya wanasiasa wanayoiona kama ni hatua ya lazima itakayoweza kuleta utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.